Ndugo Mtanzania, Mzanzibari mwenzangu, mwanachama wa Chama cha Mapinduzi, na wewe mpiga kura hasa wa jimbo la Kiwani, nakuja mbele yako kwa heshima na no unyenyekevu mkubwa ukuomba kushiriki katika zoezi la kupiga kura ifikapo Oktoba 29, 2025. ishir ukitambua kuwa kupiga kura ni haki yako ya kikatiba. Kwa unyenyekevu mkubwa na nakuomba kumpigia kura ya ndio mgombea wa urais wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan pamoja na mgombea wa urais wa Zanzibar Dr. Hussein Ali Mwinyi. Kwa nafasi ya mjumbe wa baraza la wawakilishi, mwanakiwani mwenzangu, chonde chonde, tukampigie kura ya ndio na kumchagua kuwa mwakilishi wetu wa jimbo la Kiwani, ndugu Hemedi Suleimani Abdullah. Hakikisha unaweka tiki yako vizuri kwenye kiboksi kilichopo chini ya picha ya ndugu Hemedi Suleimani Abdullah. Baadaye unampigia kura ndugu Hija Hassan Hija kuwa mbunge wa jimbo la Kiwani pamoja na ndugu Ali Abdulwali na ndugu Nasoro Sefu Bakari kuwa madiwani wa wadi ya Kendwa na Mwambe. Huu ni mfano wa karatasi ya kupigia kura ya mwakilishi wa jimbo la Kiwani. Hakikisha unaweka tiki yako katika chumba hiki kilichopo chini ya picha ya mgombea wetu ndugu Hemed Sulemani Abdullah. Kura haki yako, amani wajibu wako. Kwa pamoja tuijenge Kiwani yetu.